Na mpenzi mtazamaji wa Sema Africa Media TV karibu sana katika kipindi chako bora na kizuri cha Kalamu ya Mshairi. Kipindi hichi leo kitaongozwa nami Abdurrahman Makame na nikwambie tu leo tupo ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi, wilaya ya Magharibi A, na mtaa wa Daraja Bogo. Nipo na mwandishi mtunzi nguli lakini vile vile ni mtunzi wa papo kwa hapo. Tunakuja hapa kujua mambo mingi kuhusiana na mashairi, kuhusiana na utunzi, kuhusiana na mambo kadha wakadha wakadha. Uh, tunafahamu hii ni sanaa na sanaa hudumu. Kwa hiyo ungana nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki. Habari yako kaka? Ah, nzuri, sio kwa kwetu. Ah, nashukuru. Kabla ya kuanza kipindi chetu, ningependa tufahamu na watazamaji wetu wafahamu majina yako matatu. Jina lako. Kwa jina mimi naitwa Ismail Sharif Haji kwa jina langu mzazi na, lakini ukija kwenye sanaa huku jina nalotumia ni Bwana Harusi. Okay. Kwa ni sanaa yako ya mashairi unatumia jina la Bwana Harusi, kwa nini ukaamua sasa ujite jina la Bwana Harusi? E, okay. Nimepewa Uh -huh. Okay. Niko na mwalimu wangu wa mashairi Bwana Harusi. Bwana Harusi. Unaweza ukatueleza historia ndogo tu kwa uchache kwa nini mwalimu akasema utaitwa Bwana Harusi? Ah, Bwana Harusi nilikuja kwa sababu ya vivazi vyangu, ilikuwa kila siku nikiwa naye kwenye shughuli, mavazi yangu ni kanzu na kofia. Sivai shati na suruali, shati na fulana sivai. Mimi nakuwa navaa kanzu na kofia. Sasa hiyo kila siku nikiwa na kanzu na kofia akasema sasa ukaitwe bwana Bwana Harusi. Okay, sawa. Aha. Sasa wewe bwana harusi, uh, ni mtunzi ukiwa mtunzi ni mwandishi sawa, sawa. ni mashairi gani ambayo tayari wewe umetunga ambayo hutayasahau hmm. kwenye maisha yako suma, ya uh, ya pomengi, na ukasema yes hapa nimetunga kitu kizuri. mashairi yapo mengi na mengine kwa sababu paka sasa hivi hmm. na mashairi kama mia tatu hivi. Ongera sana asante. mia tatu lakini kwa kumbuka yote mm. siwezi kumbuka, lakini hapo ambayo mpaka leo kikaa sema pale kidogo nilitunga pale kidogo nilidondosha neno ah, shairi ambalo mmetunga sii kulisahau mm. <laughs> ni shairi moja ambalo nahusiana kusema masuala ya ma, mazima ya mapenzi mazima? Ya, mazima ya mapenzi kwa nini ukasema mimi na, na natunga maswala mazima mapenzi? Yaani ulipata wazo gani au kuna kitu gani ambacho kimekutokeza ukasema sasa mimi natunga mazima ya mapenzi? Au kwa sababu ni kile ambacho mwenyewe kilinikuta. Ile kukuta kwa nikasema ah, acha kidogo nikitoe kwa njia ya ushairi. Kwenda kidogo ikawafueni fueni. Ah, okay. Kwa sababu hmm. wasi wasi wa shairi akitunga mambo nakuwa aidha yako au amesikia au ndio wengine wao wenyewe wamekuta. Lakini akisema hivyo huwezi kugomba hili nimekuta eh, au la. Lakini hilo lilikuwa ni langu mwenyewe mm. Wacha nawacha kati nalo, wacha nitoe kwa njia hii hunda kidogo ikawa fueni haya. Ah, okay. Nitarudi hapo kwenye mazima mapenzi mapenza, lakini kwanza tungependa watazamaji wetu wa Sema Africa Media TV wangefahamu ah, mtu ili awe mm, ni ah, mtu wa wa mtunzi wa mashairi ni mm, vitu gani ambavyo anatakiwa azingatie zaidi? Mtu akitaka kuwa mtunzi wa mashairi, jambo la mwanzo, kila kitu kwanza ni elimu kwanza ni vizuri mtu ukawa na elimu, nah ahtaa ukifanya kutunga. kuna vina mizani, kuna mambo ya sauti yale kupanda na kushuka kwa kwa ljt umwepeso wa kujitolea okay. Mwanzo pesa kujitolea wa hmm. Uoneshe watu na nini, halafu watu ndio wakuone, usitaki watu waje wakuchukua kwambie tuonesha eh, kwa sababu watu mpaka waone ndio waamini, kwa watu waoneshe watu kisha kuona mambo. Hmm. Okay. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia ni kwamba mtu awe na elimu <coughs> ili aweze kufanya ukatunga jambo shairi, lakini elea sehemu mbaya Ah. Ah. Kuweza ah. Kwa lugha au wewe ah. Ni mghani umetuelezea mtu ili aweze kuwa mtunzi masuala ya elimu. Sasa mtu ili awe mghani mzuri hapa <coughs> aweje? Labda pengine kuna mtazamaji huko anatamani sana, anataka hawezi kuwa mtunzi lakini anataka kidogo awe anahani, ni ah. vitu gani mtu awe navo labda ili naye avutiwe aingie katika tasnia hii au kifada kiuhalisia, ili muhani mzuri wa mashairi mm. watu ah, okay. yes, mm. wengi sana kwenye okay. mrefu. Kwa katika, katika, katika, hiyo sauti na pumzi, kwenye ina, ina kwa sauti nzuri basi mashallah. Mambo yanaenda vizuri. Yeah. Sawa. Haya, Hii sanaa ya mashairi ni sanaa kubwa ambayo mtu anakuwa na kipaji, wengine tunaweza tukasema hivyo sa, siyo sa, sa. Sasa kiupande wa kwako wewe ni changamoto gani ambayo unahisi ninakutana nazo nyinyi watunzi mm. na waghani mpaka sasa hivi mm. kiasi ya kwamba inapelekea tunaona kwamba imefifia kidogo tofauti mm. na zamani. Ah, uh, hisi naisikia mimi labda kwa mkoa wangu mimi mm. na naisikia fursa zimekuwa kiduchu. <coughs> Eh, watu wapo uhum. na wanajua na wanaweza kiuhakika, lakini zile fursa za kukua zimekuwa kidogo, kama haonekani, aa, haonekani. Sawa, hapo hapo ni ushauri gani labda ungependa kutoa? kwenye baraza la sanaa na watu ambao hmm. wawekezaji kwenye tasnia hii ya mashairi. Mimi uh, hmm. uh, ushauri wangu ni kwamba watu kwamba waone wasanii wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa mashairi nao ni wasanii kama wasanii wengine, wasanii kama wamekuja juu lakini chanzo kinaanza huku hukuhuku kwa hiyo, kwanza watambudiwe na wao kama wasanii wa kazi nyingine. Sawa, sasa nirudi nyuma, ulinitajia kwamba wewe ulipewa jina hili hmm, na mza, na mwalimu wako jina la sanaa la bwana la harusi, yeah, labda siku ile ambayo, kwa nini mwalimu akasema wewe nitakuita bwana harusi, ulisema kwamba ni mavazi Uh, una, na umenambia wewe ni mtunzi wa papo kwa papo, unaweza ukatupa kionjo kidogo tu cha shairi ambalo linazungumzia jina lako la Bwana Harusi? Kila kitu, uh, kinawezekana tuletee kidogo ili watazamaji wa Sema Afrika wajue kwamba na mtunzi wa papo kwa papo. Uh, uh -huh. Uh, basi hakuna ya, shida kinawezekana. Bismillah. uh -huh. Jina la mwana harusi kwa zamani nimepewa, tena bila wasiwasi wasi, na nikalipokea kalipokea, hii ndo yangu nafasi, natunga naghani pia, jina la mwana harusi mwenyewe nimeridhia limetolewa zamani kanifa wangu mwalimu, siku mhini makini ndani nilimfahamu, niliweka mikononi kwenye macho ya kaumu, jina la bwana harusi mwenyewe nimepokea. Moyo ni, ni meridhika mala tunaendana na wala sina mashaka wala wasiwasisina popote litatumika ugeni ni, ni hata China jina la bwana harusi mwenyewe nimeridhia. Asante. Umenipa beti tatu, nimejaribu <laughs> kuangalia uwezo wako wa vina na mizani, upo vizuri, hongera sana, sana, sana. Haya turudi sasa. Uh, umetunga mashairi umesema, na zaidi ya mashairi mia, si ndio? Sasa ni shairi gani ambalo kati ya yale mashairi mia ambalo wewe mwenyewe unasema hapa, ni nikaa nimetunga yani, hapa yes, kuna kitu nimekitengeneza special. Umenambia ni shairi la mapenzi. Sasa mimi nataka unipe kionjo, kionjo cha beti moja tu, alafu ni dadavulie vulie, yaani kwa nini ukasema umetunga shairi <hazali> hilo. Karibu uh <-huh>. Sema bure <hazali> <hazali> <hazali> nilijihilaki, ni kwenye penzi kuingia moyo niliupadhiki, sina raha ya dunia, kuishi sitahiki, ni bora ni gejifia, mapenzi kama hatia nilishindwa kuhimili mapenzi kama hatia, nilishindwa kuhimili uh. Sasa nielezee kwa nini <laughs> ukasema ukakaa ukasema mimi na, nimetunga hichi kitu nini uh. ambacho kimetokea au ni kitu gani ambacho kilikuvutia ukasema hapa uh. nimetunga na, na, na, na ukatunga tungo hiyo lakini kama unachokoza zatu za unachogozazatuza <laughs> <kambi." laughs> Sasa mimi ndo nataka nizijiwe kidogo kiundani, kwa sababu wewe ni mtunzi, na kama ni mtunzi, kwa hiyo umekaa na umeniambia tayari kwamba kuna kitu kilitokea. Ni kitu gani ambacho kimetokea? Maana yake kati ya mashairi mia, hilo ni shairi lako nambari moja. Aha, niambie itokeani <laughs> mambo ambayo yametuzunguka katika jamii ndio, ni mambo ya kawaida, mambo ya kawaida sawa. Sanaa ya mashairi ipo katika Baraza la Sanaa ni, unaweza ukatoa maoni yako au mchango gani ambao Baraza la Sanaa lilibebe ili nyinyi watunzi wa ghani na watunzi wa papo kwa papo upate nafasi hii kwa jamii na kwa watu kwa ajili ya kuwezeshwa? Karibu. Mi nahisi jambo kubwa ni kwanza watutambue kama ni wasanii ni washairi, alafu jambo la pili kwa vile wao ni mamlaka na sisi, basi wawe wepesi wa kutoa fursa kwa washairi tofauti tofauti, ili watu wapate kujua, kwa sababu kupitia wao ndio jamii inaweza ikatuona sisi. Kwa hiyo wao wachukue nafasi hiyo kutuonesha kwa jamii, ili watu waanze kutuona na waanze kututumia. Na sisi tutakuwa, jambo kubwa, tutakuwa tumewasaidia sana. Ah, okay. Okay. Swali la mwisho kwa watazamaji wa Sema Africa Media TV na jamii kwa ujumla sasa hivi tumekuwa sasa hivi tumekuwa um, na mtandao umekuwa kikubwa zaidi, si ndio? Yeah. wewe ni akaunti gani ambayo unatumia na jina gani ambalo unatumia ili mtu wa follow kwenye akaunti yako na kuona kipaji chako mpaka, um, sasa natumia akaunti, nipo kwenye TikTok peke yake. okay. ukiandika uh, Rasmi Bwana Harusi, basi pale utakutana na akaunti yangu pale. Nipo rasmi rasmi Bwana Harusi, rasmi Bwana Harusi. Okay. Na la mwisho kabisa la uh. swali la uchokozi lakini. Ah. Uh. Uh, mtu akija anataka kutungiwa labda kwenye sherehe yake au tamasha, hmm, lake, hmm, ni kiasi gani ambacho aweke mezani? Unasema hapa na, nafanya kazi ah, mimi kwa, kwa haraka, haraka na nakua sina kiasi maalum eh, mtu mwingine nazungumza naye uh -huh, tutoe mezani nikapokea, kwa sababu kwa sababu kwa bado mdogo kwenye sanaa, kwa hiyo uh -huh, nafanya kazi wala sitaki mtu anilipe mwanzo kwanza mpaka nifanye kazi, kazi yako alafu nikishaona mlivyofanya najua bwana, nampa kiasi fulani. Bwana Harusi, bei maalum nakuwa sina, na kwa yote basi, nakuwa napokea. Sawa, nashukuru sana. Leo mpenzi mtazamaji wa Sema Africa Media TV, nikwambie tu nilikuwa na mtunzi, mghani na mhariri ambaye anaweza akatunga shairi kwa kupitia zile taratibu zote, lakini vilevile vile anaweza akaghani yale mashairi ya papo kwa papo ye jina lake la sanaa ambalo anatumia ni Rashmil Bwana Harusi, na akaunti yake anayotumia ni akaunti ya mtandao wa kijamii inayojulikana kama TikTok. Kwa hiyo nafikiri umejifunza mengi, umejua mengi na umejionea mengi. Kuna watu wengi ambao wana kipaji kikubwa cha mashairi, wanachoomba wao ni support. Ulikuwa nami muongozaji wako wa kipindi hichi cha kalamu ya mshairi Abdulrahman Makame, nyuma ya kamera ni Mjenaheri, tukutane wakati mwingine bye bye.